Pendwa katika jina la Yesu Kristo, mumechaguliwa kuwa wanakamati wa usharika e, na washarika wenzenu, ili kulish, e, kushika wajibu wa kamati za kanisa katika usharika huu. Sikilizeni maongezi ya neno la Mungu kuhusiana na wajibu wenu. Neno la Mungu katikaema, ndipo wakaondoka wakuu wa mbari za mababa na Yuda na Benyamin, na makuhani na Walawi, na watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao, kukwea ili kuijenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Amen. Basi tukiwa tumesimama, nitawauliza aiv. Je, mekubali kupokea uwajibu huu katika kamati hizi za usharika mavuno, ile yana mbele ya watoto wenye tatizo la akili? Kama ndivyo, useme ndivyo, Mungu atusaidie. Nawauliza washarika, je, mtakuwa tayari kuwapa ushirikiano wajumbe hawa wa kamati hizi za mshirika. Kama mimi na nakuseme ndivyo atakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Mungu awajalie uwezo na upendo katika kutimiza wajibu wenu. Unawaingiza katika wajibu huu wa kuwa kamati ya mavuno na ile yaambia ya kitupeni katika jina la Baba na la mwana na la Roho Mtakatifu. waguk washirika basi, Mungu awabariki sana, na tunategemea baada ya hapa sasa naanza kazi rasmi kwa ajili ya kufanikisha hayo yote iliyowekwa mbele yemunaeneiekwa mania sileombe wale kamati ya mavuno ambao walimaliza kipindi chao waweze kusogea hapa mbele. usharika wenzetu, na viongozi ambao walichaguliwa na kuteuliwa waweze kutumikia usharika kupitia kamati ya mavuno, na sasa kipindi chao kimekwisha cha kuratibisha shughuli hiyo, basi ni wakati pia wa kuwatakia baraka na kutambua utumishi wao, na leo tuko hapa kwa ajili nikisimama kwa niaba ya usharika wa mpendwa, na niwapeli pongezi na kuwashukuru kwa kuwa mliitikia wito wa usharika na kukubali kutumika kwa kipindi ambacho mmepewa, zoezi la sikukuu ya mavuno na harambee kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Na katika kazi yenu mmepata changamoto mbalimbali, tunafahamu, na wakati mwingine hata Wakristo hawakuwapo ushirikiano sawasawa lakini pia mara nyingi mliacha kazi zenu mkaacha shughuli zenu mbalimbali kwa ajili ya kazi ya Bwana. Usharika hauwezi si kuolipa chochote, lakini mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyonyauka. Inawakumbusha kuwa mmepumzika tu, lakini bado nyinyi ni waumini na hata kamati iliyopo inaweza kuwapendekeza pia, mkaendelea kuwa wajumbe. Basi ni wasii katika utumishi wenu, kwamba hauna mwisho katika kanisa la Mungu, na usharika unatazamia kuwa mtaendelea kuwa watumishi wema wa Bwana na kuwa washauri kwa hata kwa kamati mpya ambayo imeteuliwa, mkiwa kielelezo katika maneno, upendo na imani. Mjiepushe na jambo lolote litakalo aibisha kanisa la Bwana ama kulitaamisha, bali angalieni, msifukue mbele ya neno la Mungu mliyoipanda katika shamba la Bwana, na maneno na matendo yenu yapatane na mahubiri na mafundisho yenu. Amen. Basi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 kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo ya nyuma, nikiyachuchulia yaliyo ya mbele, na kaza mwendo niifikie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Amen. Kwa niaba ya usharika inajua, tuliwakosea, wakati mwingine tuliwakasirisha, tuliwatumia, mlitupigia simu tukaacha kupokea, mlitufuata tukafunga milango, lakini pia hata ninyi wakati mwingine wakali kwetu, lakini yote ni kwa ajili ya kutimiza kile ambacho mlipewa na mbele ya Mungu mwenye huruma tunaomba mtusamehe na kusahau yaliyopita. Amen. Asituombe. Mungu Mwenyezi, Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, tunatoa shukrani kwako kwa kuwa umewahurumia wenzetu hawa ukawaita wakitupukia katika usharika huu. Tunaomba sasa, wanapopumzika kwa kipindi kifupi, hata baadaye tena wakiteuliwa basi wawe na nguvu ile ile ya kutumikia, na usi uwape ukushikao daima katika maisha yao yote, na neno lako likae kwa wingi mioyoni mwao, waendelee kuwa mashahidi wako wema. Wabariki nyumba zao, jamaa zao, waishi katika kulipenda neno lako. Tazama, hata wengine wamepewa nafasi na wameteuliwa tena, uendelee kuwapa nguvu na ujasiri katika kuyafanya yote a Yesu Kristo wa mkono wetu amen. Bwana akubarikie na kulinda, Bwana akuangazie na mzaoso wake na kufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. atwenende kwa amani ya bwana wabarikisaaaashls